mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali mbali za kimataifa mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha, ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza, kubwa zaidi awamu ya pili. Ah, muhula wa pili wa awamu ya sita, tutaanza kufanya miradi wenyewe alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao, hatutakaa kusubiri. Tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza mradi, unakubaliwa lakini, nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimyukue usi, usi lakini yule sijui kamfanyeje mradi, badili ya ku, ku, kupata provo kwa miezi mitatu minne, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka miwili tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo, tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza no objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana na huo? Sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi, nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi na katika hizo mia moja. Kwa hiyo wale wote mlio hapa hapa ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale, wamejitayarisha. Kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku mia moja hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Ah, ndugu zangu, nimemwambia Katibu Mkuu Kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa nne, mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa nne tutakuwa na kikao kazi, tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo, ni kuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo wasichukue siku nyingi, uwawahi na ile retreat. retreat ya mawaziri na manaibu wako waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu na haya niliyo yasema, hali ya resources ndani ya nchi kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili tuende tunakotaka. Sitaki tunaendelea mchakato huko mbioni, tunaji -a -a. Nataka impact tukikubaliana, mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa, bado hapa, bado hapana, matokeo kwa wananchi kwa muda utakaokubaliana. Kwa hiyo, kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole kwa pole kwa, kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu, lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge mia tatu na tisini na ngapi, mia tatu na tisini na nne sijui na tisini na tatu, lakini eh? Haya, namba yoyote lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka, si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge. Hapana, vigezo vilikuwa vingi, vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona, mko mchanganyiko hapa ndani mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za za kisiasa. Mko mchanganyiko humo ndani, kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi.